Mnachechemea nakwenda taratibu, unajua, wimbo hichi ambacho amekipata TMA alistaili ukipata, kuhusiana na awesu awesu, ni maumivu madogo madogo ya hapa na <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah? laughs> um uh, um okay. pale ambapo <realised> <laughs> Akisha rudi, unajua hizi mechi mpira hii watu wanagongana sana, kwa hiyo lazima utoke na maumivu maumivu, lakini wakitoka hapa wanaingia kwenye barafu ehe, maumivu yote yale madogo madogo yanaisha, labda kama mtu ana serious injury ndio anaweza akaendelea na maumivu, lakini haya maumivu madogo madogo yote huwa anaishia kwenye pipa la barafu, na baada ya hapo wanaendelea na maisha kama kawaida. Kama atakuwa ameumia zaidi, tutawapa taarifa zaidi. Ahmed Ally kwa upande wa Simba nataka kuuliza kama mna mtaalamu wa psychology kwa sababu naona kwa upande wa budo imekuwa kama ni changamoto, kama ni mchezaji mzuri lakini psychology kali yake kama haiko sawasawa vipi? Sawa, na mtaalamu wa psychology pale Simba? <laughs> <laughs> mimi nadhani tukuchukue wewe <laughs> kwa sababu wewe ndo mtu wa kwanza eh, kuona psychology. kugundua kwamba budo hayuko sawa kisaikolojia. Wewe ndo mtu wa kwanza. Sasa mi nadhani dhani tukuchukua wewe uka eh? Mwanangu Lugano Israel <laughs> ndo mtu wa kwanza kudiscover ya kwamba budo hayuko sawa kisaikolojia. Sasa tukuchukue wewe mtaalam, ukamsaidie budo, sababu wewe umeshagundua kama hayuko sawa. Yote kwa yote ni kwamba uh, anatimiza kile ambacho mwalimu anamtuma na ukiangalia leo amecheza kwa dakika tisini. Maana yake ni kwamba kile ambacho mwalimu alihitaji Joshua Mutale sr akifanye amekitimiza, ndio maana hakuweza kumtoa. Kama angekuwa hatimizi majukumu yake, naamini mwalimu angemtoa otherwise, eh, tupate nafasi siku moja tumuulize mwalimu Fadlu, pengine yeye ana jicho la tofauti na mashabiki wengi ambao wanaliona pengine yeye kuna namna ambavyo anamtazama Joshua Mutale ya kwamba anatimiza majukumu yake au la. Kwa hiyo kwa mimi niseme tu kwamba kwa kuwa mwalimu hakumfanyia mabadiliko, tafsiri yake ni kwamba ameridhishwa na kiwango chake. Kama kuna lolote mwalimu Fadlu utakuja kumuuliza siku moja, mwalimu una, una mreti vipi ama una komenti gani kwa mchezaji fulani fulani. Swali Wana... so, so langu la msingi hujanijibu. Lipi leo? Kama Simba mna mtaalamu wa psychology au hakuna? Hatuna mtu mwenye matatizo ya akili. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuwa na mtaalamu wa psychology. Kwa hiyo makosa yote ambayo Budo alikuwa anayafanya ni kama mwalimu ndivyo alivyokuwa amemwagiza akafanya, kwa sababu hata mashabiki walikuwa wanashuhudia hicho kitu ambacho kinafanyika. Amefanya makosa. Ni mengi sana ambayo unaweza ukaona kama ni mtu ambaye kichwani hayuko sawasawa <laughs> <laughs> kwa Umeshagundua kama Budo hayuko sawa sawa, unamwona nani? <laughs> mi namwona yuko sawa <laughs> ni vile ambavyo Budo mlikuwa mnamtarajia kabla kipindi masema Eh, hajaonesha ule ubora ambao sisi wana Simba tunamjua, lakini hayupo kwenye kiwango kibaya sana cha kusema tumtafutie mtaalamu wa akili. Yupo kwenye kiwango cha kawaida na kwa kuwa sisi wanasimba wengi tunafahamu ubora na kipaji alichokuwa nacho budo, ndio maana kuna wakati tunaweza kulalamika, lakini kiuhalisia ni kwamba kiwango alichokuwa nacho, anahitaji sapoti kidogo ya kuongeza, ili afikie kwenye ule ubora ambao sisi wanasimba tunajua. Budo ni bora kwenye eneo hilo. tukafuturu tukafuturu.